Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Aprili 28 siku ya Jumatatu. Mada inasema: Danieli sura ya pili. Ilikuwa wakati wa utumwa wa Babeli kupitia katika nabii Danieli, ambapo Mungu alitoa maelezo ya kuvutia zaidi tuliyonayo kuhusu uhusiano kati ya watu wake na falme za ulimwengu huu. Watu wake hawakuwa huru tena. Sasa wangekuwa wanavuna matokeo ya chaguzi zao na yumkini kujifunza kutokana nayo. Soma Danieli sura ya pili aya ya 31 hadi 35 inayotoa mtazamo mpana wa matukio ya historia ya ulimwengu hadi mwisho wa wakati. Ni kweli zipi muhimu tunazoweza kujifunza kutokana na unabii huu wa kustajabisha? Mwishoni mwa karne ya 19, watu wengi walikuwa wanaweka imani mpya katika maendeleo ya mwanadamu. Maonesho ya Paris ya mwaka 1900, kwa mfano, yalikuwa udhihirisho wa kushangaza wa msimamo wa kutegemea mazuri kwa wakati ujao. Kwa hakika, pamoja na maendeleo yetu yote ya kiteknolojia na kisayansi, mengi ya matatizo mabaya zaidi ya wanadamu yangekoma. Wanadamu wanapoingia katika karne ya ishirini, miongoni mwa watu wengi wenye fikara nyingi walikuwa na msimamo huu wa kutegemea mazuri kwa kiasi kikubwa kwamba dhana au mawazo ya kuelimika kama vile ukamilifu wa kibinadamu na uwezo wa mantiki yangeleta enzi mpya ya ajabu kwa wanadamu. Hata hivyo vita vya kwanza vya dunia vilikatiza ndoto hizo haraka, na kufikia mwisho wa karne ya ishirini, tulikuwa tumepoteza zaidi ya watu milioni mia mbili katika vita. Tunaweza kuwa na maendeleo katika maana ya kiteknolojia, lakini kwa hakika si katika maadili. Kwa kumnukuu Dr. Martin Luther King Jayara tumeelekeza vyema makombora lakini tumewaelekeza vibaya watu, na huo ni muunganiko wa kutisha sana. Wanafunzi wengi wa unabii wangeona kwamba metali katika Danieli mbili zinaanza na yenye thamani zaidi kwenda kwa wenye thamani ndogo zaidi. Dhahabu inaishusha fedha thamani, fedha inaishusha thamani shaba na shaba hadi chuma hadi tunaingia kwenye chuma na udongo tu. Charles Darwin, Karl Marx na wengine wanafikra mahiri wa karne ya 19 walijaribu kutuaminisha kwamba wanadamu kwa namna fulani wanapiga hatua kwenda juu, kwamba tunabadilika kibiolojia na kijamii. Na ingawa kwa namna fulani maisha ya mwanadamu yamestawi, angalau katika kiwango cha kimwili, ni nani kwa hakika anatazamia wakati ujao wa ulimwengu huu jinsi unavyotawaliwa na kudhibitiwa sasa, kwa matarajio makubwa kuhusu amani, usalama na ustawi? Yesu alionya, nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na tauni na matetemeko ya nchi mahali mahali, Mathayo 24:6 na 7. Licha ya maonyo hayo, tunawezaje kupata faraja kwa kujua kwamba tumeonywa kabla kwa habari ya hayo? Mwenyezi Mungu atubariki sote na karibu tena.